Wiji Jesus, Titanic. Taitai e, kwanza mkwana wakati mgumu sana e, kupoteza kwa rafiki, familia ndugu yote kwangu, lakini mwisho wa yote sisi tunahitaji bado kuishi. Haya yashapita tu ashafanyika na tunaendelea kuangana mpaka siku tutakapompumzisha imani hii jumapili e, lakini e, kabla sijasahau, nitaka kuwajulisha kwamba nimefungua kifu pale kunaitwa Murungo. Kwa hiyo daraja ya Mhurungo, ukipanda hapo juu kidogo, hapo mahali kuwasichana wanajiosia chai mchele, pirao, ugali, omena, maharage, chapati, wabwa, dengu. Hey, hey, chakula kingine ya Kenya jamani, eh minji zote zitakuwa ziko hapo kwiji.